Nimetazama ligi ya wanawake nimeona Yanga Princess wamepata ushindi wa mabao manne kwa sifuri uh, dhidi ya Alliance. Mm. What went what? What went wrong? Alliance ni kama vile imepotea. Um, sikupata nafasi jana isivyo bahati ya kuzungumza na kiongozi wote wa Alliance kufahamu nini kilitokea mpaka wakachelewa. Mm kwa sababu inaonekana kwenye kikao cha kabla ya mchezo mm -hmm. Walikuwepo mapema tu asubuhi kwenye saa nne hivi na, lakini uwanjani walichelewa kufika fika pale dakika chache tu mchezo kwenda kwenda kuanza, yani mm -hmm. Wao hawakufanya warmup, yani wamefika moja kwa moja kubadilisha nguo na kuingia uwanjani kwenda kucheza mchezo. Hiyo ilikuwa ni moja saini ya kwanza kwamba kuna vitu havikuwa sawa sawa kwa upande wao, lakini ukirudi kwenye upande wa matokeo hawana wakati mbaya hivyo kama ambavyo pengine imeonekana kutokana na kichapo ambacho alikipata jana katika michezo mitatu ambayo wamecheza ikiwemo kupoteza mchezo wa jana mm, wao walishashinda mchezo wao miwili iliyopita ikiwemo kumfunga Fountain Gate, walikuwa na wakati mzuri tu. Kwa hiyo katika mchezo miwili mitatu, mmoja amepoteza dhidi ya Yanga Princess jana na wameshinda mchezo miwili iliyopita kwa msimu tangu ligi imeanza. Nadhani uh, kikosi chao

mambo ya uongozi kama, una changamoto wote, lakini, kama walikuwepo hapa tangu, mm. asubuhi, au kaka kwenye kikao cha, kabla ya mchezo maana yake kwa namna ambavyo kuna vitu havikwenda sawa sawa ambao kachelewa kufika uwanjani sasa huyo mpaka wao hawajatuambia lakini pia kama kamati baada, ya kufanya tathmini na kuiangalia ligi kama ambavyo walifanya na kufanya maamuzi kwenye mechi zile mbili ambazo wapinzani wa kutokea ya Bunda, ya mini JKT, mm. Bunda uh, Tausi dhidi ya, ya Mashujaa mm -hmm. Hiyo ilikuwa ni moja ya mechi ambazo uliona kwamba huwa wanakaa na wanafanyia maamuzi. Kwa hiyo hata hii pia nategemea kusikia onyo ama chote kikitokea kwa upande wao, lakini ligi kwa ujumla wake, mbali na kumtazama Lions, unaangalia uh, ligi ya msimu haijaanza kwa ule mfululizo, ilikuwa mm. yani, ya, imeanza ligi alafu, kuna alafu ndo, ndo, ndo mechi alafu ndo mechi ingine kuchea ikiwemo JKT kuchelewa kuanza ligi lakini pia kuwa na interview muda mrefu baina ya mechi moja na mechi nyingine. Yani, tangu tumeanza kusikia ligi imeanza fulau mtu anaambia mechi tatu <coughs> mechi tatu <coughs> unaweza kuona ni siku nyingi dogo apo zimekatika zime, zime kwa hiyo nadhani ligi imesimama kwa mtindo, na ndio maana mwanzo ulivyo, unaweza kuhusiana na bingwa, nilikwambia kwamba mpaka watakavyokutana ndo tutajua, lakini kwa mechi ya jana ya Yanga Princess binafsi kwangu mimi haikuwa mechi bora kwa Yanga Princess, hata kama walishinda mchezo. Nataka nikuuliza hilo uh, kwamba hata magoli mawili ya mwanzo, goli la kwanza nasikia kwa kuna faulu. Yani goli alifunga nani yule? Goli alifunga Ritcha na Bosa? Eh, na Bosa. Goli la pili alifunga Diana. Hapana, ni magoli ya mwanzo ya Yanga Princess, kipindi cha kwanza eh. Goli la kwanza Ritcha na Bosa, goli la pili Diana Mnali. Goli la tatu aliporudi ndio akaja kufunga uh, Protasi ya Mbunda. Then goli likafungwa pia na na Jenny Mkandaisa. Waliona vipindi. Yes. Kuna ile moja si ndio? ile ya pili ambayo niona kama alifunga kwa kichwa. La, la pili kichwa goli la, la, la, la uh -huh. Nilikuwa naita Charamos kile. Na goli la la nne na ilikuwa pale. Ni, ninaelewa hoja yako lakini kuona kwenye kukua nam namna ya kutazama. Lakini ndio hivyo hata kama mpira sasa wenyewe, e, performance. Hata kama Alliance wamepoteza mechi kwa magoli kwa manne kwa sifuri bado Yanga Princess hawakuwa bora kiwanjani kwa picha ile ambayo tulikuwa tunaiweka kabla ya mchezo